Hii ni M Hatari TV. Habari, hivi unaelewa nini kuhusu F keys kwenye keyboard yako? Leo tutaendelea kwenye sehemu ya pili. Pale pale tulipoishia kwa, tunaanza na F7 hutumika kwa spelling na grammar check kwenye Microsoft Word. Tuanze tu kwa mfano. Mfano tunaandika neno hili hapa hello lakini tumeliandika kimakosa kispelling ili tuone namna gani lile na inafanya kazi. Kwa hiyo tunapobonyeza F7 unaona hapo, na kwamba kwenye spelling kuna maneno ambayo yamekuwa suggested. Kibawa ya hapa. Kwa hiyo uh, sisi ndio tunalitaka ni hili hapa la greeting ambalo ni hello. Tayari hapo hello ilo hapo ambalo chini imelekiwa maelezo yake kwamba ni greeting. Uh, si yao sijui na hai kwa wanakuja na change neno langu chap. Nikichange neno linabadilika, kwaona kwamba kwenye spelling limeshafanyiwa check up, lakini grammar inaonekana liko kimakosa. Kwa nini? Herufi ya kwanza inaonekana nini, ni ndogo, na inatakiwa, ikiwa ndo kwanza neno linaanza, basi herufi ya kwanza iwe nini, e, iwe kubwa, ni capital letter ya mwanzo. Kwa na change, kwaona wana, ambapo kila kitu kimekaa sawa, nimeshabadilisha. Hiyo ni kesi ya F7. Tuanzetu F8. Hutumika kuingia safe mode wakati wa kuwasha Windows. E, hii ni special case kwa hiyo tutakuja kuiandalia video yake maalum ili kuweza kuja kuifahamisha kwa upana zaidi. Tuanzetu F9. Katika Microsoft Word husasisha au kuboresha sehemu kama jadwali la yaliyomo, namaanisha table of content. Unaweza uka refresh na uka update. Tuanzetu, mfano ninayo tayari dokumenti yangu hii hapa. Ngoja kwanza ni tengeneze table of content. Just faster faster, tuliweke hapa. Table of content letu ndo hili. Uh, naliweka la automatic kwa sababu chini ndo kuna zile pale, kwa hiyo limesha kaa hili hapa, laonesha mpaka page ya tano table of content yake. Okay, sasa nakuja kubadilisha huku chini tayari hapo ili niweze kuli update lile table of content. Kwa hiyo nazisogeza hizi juu kutoka katika page ambazo zipo na zisogeza kwenye page fulani juu huko. Kwa hiyo nazivuta nazivuta mpaka zimefika hapa. Okay. Kwa hiyo sasa hapa naweza nika i-update hii table of content. Kwa hiyo cha kufanya manake una click hii table of content, then unakuja unabonyeza ile F9 yako. Hebu tuone, unaona F9 itakwambia unataka kuupdate number tupu, au unataka ku update zile entire table, entire table, entire table. Kwa kama unavyoona huku badala kulikuwa kuna tano unaona namba nne zinajionyesha hapo, kwa hiyo nimefanya updation yangu. Tuanze tu kwenye F10. F10 inafanya kazi pamoja na Shift plus F10 ambayo hufanya kazi kama right click kwa maana ya kwamba nikichukua Shift nikibonyeza. Nikibonyeza na F10 inakuwa ni right click yangu. Kwa hiyo unaweza kufanya kazi kama ni right click, kwa kubonyeza Shift F10. Itakuwa sina mambo mengi, usisahau kusubscribe channel yetu. Hii ni M Hatari TV, kuwa nasi pamoja. Okay, tuenzetu kwenye F11. F11 inafungua full screen mode kwenye browser kama Chrome na Microsoft Edge. Kwa mfano hii hapa ni Microsoft Edge. Ukibonyeza tu F11 chuma kinakaa full, eh, full screen unaweza pia ukaingia kwenye nini file explorer. Kwenye file explorer na ikafanya kazi sare ile, F11 yako ikafanya kazi sare kama inavyofanya kazi kwenye browser. F12 hufungua developer tools kwenye browser na pia hutumika kwa save as kwenye Microsoft Word. Kwa mfano, tuanze namna gani inafungua developer tools. Okay, hapo tunakuja tunafungua kwa, ukibonyeza hapo F12 itafungua developer tools 12 naomba hapa nifungue developer tools. Kwa developer tools, ndio kitu hichi hapa. Hii developer tools ndio nini, e, inafanya kazi gani? Ina msaada gani? Tutakuja kuona pia katika video zijazo. Cha kufanya wewe usiache kusubscribe channel yetu, ili uweze kupata ujuzi zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo subscribe, comment, like, lakini pia share video zetu. Twenzetu sasa, tunahitaji let's say, tunataka sasa kwenye document tuone inakuwa ina inafanya kazi kama save as. Tunafungua document yetu hii hapa tayari hapo, badala ya kuanza zile step kidogo kidogo, kwamba hichi hichi hichi, ndio nipo ni save as a ah, a ah, unakuja tu moja kwa moja, document yako kama ndo tayari, unabonyeza F12 chuma kinakwambia save as, tafuta jina lako na unataka kusave. Kwa hiyo una save jina, mambo yanakuwa mazuri kama kawaida, yani unakuwa hupati kujitesa, kwa una save kila kitu kinakuwa kimeshakuwa sawa cha kufanya na kusingi. Karibu tena, Mhatari TV, usisahau kusubscribe, comment, kulike pamoja na kushare video zetu. Bye bye.